Moja kati ya vipindi ambavyo ni muhimu sana kwa wasanii kufanyiwa mahojiano ni kipindi cha Breakfast Club huko New York City Marekani, na zamu hii ilikuwa ya msanii Bien Sauti Sol wa Kenya. Watangazaji wa show hiyo walifurahia sana kumwona Bien amewasili kwenye studio zao, na bila shaka walikuwa na hamu sana ya kumhoji msanii anayesikilizwa Kenya na Afrika kwa ujumla. Labda tu niseme ni wasanii wachache sana wa Afrika ambao wamewahi kupitia hapo wakafanyiwa mahojiano. Mara nyingi huwa tunaona wasanii kutoka Afrika kusini na Nigeria peke yake, lakini Bien amefanikiwa kufika katika kipindi hicho na kumfanya kuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kufika katika kipindi hicho cha Breakfast Club. Yaani kama alivyosema mwenyewe, alipoulizwa swali hilo na kusema kwamba kwake yeye hiyo ni kama mama I made it moment kwake, kwa hiyo kwa hajaichukulia poa kabisa. Bien alipata fursa ya kuzungumzia vitu vya msingi sana na kuwapa watangazaji inaji ya kutosha kuendesha mahojiano. Bien alipata pia fursa ya kuzungumzia ziara yake ambao alifanikiwa kuuza tiketi zote yani sold out. Safari yake ya kujitegemea kama solo artist, pamoja na changamoto na matumaini ya muziki wa Afrika Mashariki. Zaidi ya muziki, Bien aligusia masuala ya kijamii na kisiasa nchini Kenya, maisha yake binafsi na maono yake ya Afrika iliyoungana, akifanya mazungumzo hayo kuwa mchanganyiko wa ucheshi, utamaduni na uteuzi wa kijamii. Bien, mwenye miaka thelathini na saba, kwa sasa yuko kwenye ziara yake atakayozunguka majimbo kumi ya Marekani akifanya shows zilizouza tiketi zote katika sehemu kama Atlanta na Ohio. Baada ya miaka ishirini ndani ya kundi la Sauti Sol, Bien alianzisha safari yake peke yake miaka miwili iliyopita. Kundi hili kwa sasa liko kwenye mapumziko ya muda ili kuruhusu kila mwanachama kufuata ndoto zake binafsi, huku akisisitiza ya kwamba bado wao ni marafiki wa dhati. Tindo wake wa kutovaa shati akiwa jukwani uliibua mjadala pia kwenye mahojiano hayo, huku akisema kutovaa shati ni uhuru na ujasiri, akilinganisha kuondoa nguo zinazobana katika hali ya hewa yenye joto, hii ni sehemu ya uhalisia wake na utamaduni, jambo alilowahi kulionyesha wazi alipobeba jogoo wakati wa mahojiano kwenye kipindi cha On the Radar. alisema jogoo ni mlinzi wa muda akieleza, alilazimika kuagiza jogoo kutoka jimbo lingine kutokana na sheria kali za wanyama huko New York City. Bien alizungumzia changamoto zinazowakabili wanamuziki Afrika Mashariki, kama vile ukosefu wa ufadhili, tofauti na mafanikio makubwa ya wenzetu wa Nigeria, akisema kwamba ukipata mafanikio Marekani, basi umepata dunia nzima, alisema akipongeza, miundombinu ya muziki Marekani na kusema muziki wake umechochewa na wasanii kama Bob Marley na nyimbo za kanisani alizokuwa akiimba akiwa na umri wa miaka sita. Alionyesha nia ya kushirikiana na wasanii kama Beyonce na Two Chains akisisitiza kuwa muziki ni wa watu wote. Katika maisha yake binafsi, alielezea ndoa yake ya miaka kumi na moja na Chiki Kuruka ambaye pia kwa sasa ni meneja wake, akimsifu kwa, kwa kuokoa uhusiano wao katika nyakati ngumu za majaribu, biashara yao ya kifamilia waki mshikamano tofauti na ubinafsi wa kimagharibi. Alichoelezea ni kwamba wanashirikiana kwa kila kitu. Chiki anajua kila pesa ambazo Bien anaingiza, na Bien anajua kila pesa ambazo Chiki anaingiza, kwa sababu zote ni pesa zao, yani pesa za familia. Alipoulizwa kuhusu sheria za kuoa wake wawili nchini Kenya, Bien alicheka na kusema kwamba babake ana watoto kumi kutoka kwa wanawake sita tofauti, lakini yeye amejitolea kuwa kwenye ndoa ya mwanamke mmoja. Bien aligusia hali ngumu ya kiuchumi nchini Kenya na ukandamizaji wa serikali na kusema kwamba vijana ndiyo upinzani wa kweli wa taifa kwa sasa, licha ya vitisho vya serikali. Nataka sanaa yangu ionyeshe maumivu na mapambano, alisema akieleza kuwa analenga kuunganisha hadhira ya kimataifa na uhalisia wa Kenya. Na pia aliunga mkono ombi la dola milioni tatu nukta nane kuandaa Africa Grammy akisema linaweza kuongeza utalii na kukuza vipaji, japokuwa alikiri mashaka ya wananchi kutokana na ukosefu wa mawasiliano mazuri kuhusu mchakato huo. Akitafakari enzi za dhahabu za wa hip hop Bien alikumbuka ushawishi wa msanii 50 Cent nchini Kenya, akilinganisha na wasanii wa sasa ambao hawajafika kwenye kiwango hicho cha kimataifa. Aliwahimiza wasanii wa magharibi kuja Afrika kugundua sauti mbalimbali mbali za Afrika, akieleza ndoto za Afrika iliyounganishwa inayosukuma viongozi kama Ibrahim Traore wa Burkina Faso, ambapo alisema Afrika inayotimiza uwezo wake kamili ni Afrika yenye amani, na sasa hivi kuna viongozi wa barani Afrika ambao wanaonesha kile ambacho Afrika inaweza kufanya ikiwa na muungano Bien alimalizia kwa kuwapa zawadi watangazaji hao ambazo alikuwa ameenda nazo, zawadi zenyewe zikiwa ni sweatpants zenye maandishi yaliyoandikwa bald men love better, yaani kwa Kiswahili inamaanisha wanaume wenye vipara wanapenda vizuri. Kwa ufupi, mahojiano ya Bn yalienda vizuri na historia ikajitengeneza kwa kuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kuwahi kuhojiwa katika show hiyo. Lakini je, kwa maoni yako unamwona Bn akiwa wapi miaka mitano ijayo? Niachie kwenye comment section.